Safari ya Breton Deus, aina mstari wa tamthilia ya maisha. Mapenzi maumivu yasiyoisha. Mtindo simulizi ya mfululizo haitakuwa na mwisho. Mhusika mkuu Breton Deus, mandhari miji ya Tanzania, vyuo, mitaani, vijijini, hoteli na maeneo mbalimbali ya maisha. Sehemu ya pili, mstari wa mapenzi ni kama moshi. Miezi mitatu baada ya kuachwa na Jackline, Brayton alihamia hosteli nyingine. Alijifunza kutabasamu kwa kulazimisha, akiishi kama mzimu miongoni mwa watu walio hai. Wengi walimfahamu kama kijana wa kistaarabu asiye na maneno mengi, lakini ndani yake kulikuwa na makovu ambayo hakuna mtu aliyeweza kuyaona. Nema, tumaini la muda. Katika moja ya semina chuoni, alimwona msichana aliyevaa mavazi meusi ya kawaida. Hakuwa na makeup wala simulizi ya pesa lakini macho yake yalikuwa na huzuni ile ile kama ya Brayton. Alimfuata baada ya semina na kumwambia, Samahani, jina lako linaniita. Msichana huyo alitabasamu kwa uchungu na kujibu, Mimi naitwa Neema. Neema hakuwa waporojo nyingi. Alikunywa kahawa bila sukari na alipenda kusoma vitabu vya huzuni. Kwa mara ya kwanza, Brayton alipata mtu ambaye hakutaka kuchezewa moyo, bali alitaka kusikilizwa. Walizungumza usiku mzima kupitia simu. Walitembea hadi mtoni wakakaa juu ya jiwe na kuangalia nyota. Mapenzi yao yalikuwa polepole pole, aina ya kuponya msiba mwingine. Lakini kama kawaida, bahati mbaya haijawahi kupenda moyo wa Brayton. Neema alikuwa na ugonjwa wa moyo na hakuwahi kumwambia. Alipoanguka siku moja chuoni na kusafirishwa kwa haraka kwenda Muhimbili, Brayton alipigwa na butwaa. Alienda hospitalini kila siku, akamshika mkono, akamsomea mashairi aliyomwandikia. Neema aliweza kutabasamu tena kwa mara ya mwisho alikufa wiki ya tatu ya mwezi wa kumi. Brayton alikaa kaburini kwake hadi jua lilipozama. Hakulia, hakusema, alinyamaza kukata tamaa na mwanzo mpya. Aliporudi chuoni, kila mtu alimwita kijana wa huzuni. Hakujali, alivaa suruali moja kwa wiki nzima, alikuwa akizungumza na ukuta, na katika kila barua aliyoandika, aliandika jina la Neema. Miaka ilisonga, akamaliza chuo, lakini akamaliza akiwa hana mtu. Alihamia Dar es Salaam kusaka maisha. Ndipo alipoanza kufungua ukurasa mpya. Aliapa kutotafuta tena mapenzi, ila moyo wa binadamu haujui kuapa na kusimama kweli. Hapo ndipo Eva alipoingia maishani mwake, mwanamke ambaye si rahisi kumsahau. Je, Brayton ataweza kumweka Eva mbali na moyo wake, au ataangukia tena katika mtego wa mapenzi na maumivu? Tafadhali ungana nasi katika sehemu ya tatu ili kujua kinachoendelea.